Na mtazamaji, ilichukua shinikizo nyingi za kidiplomasia kutoka kwa mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi na hata juhudi kutoka kwa rais mstaafu Uhuru Kenyatta kwa serikali ya Uganda kuachiliwa wanaharakati Bob Njagi na Nicholas Oyoo. Haya ni kwa mujibu wa mashirika mbalimbali ya kutetea haki za kibinadamu ambayo yamehusika na shinikizo za kutafuta kuachiliwa kwa wawili hao, na hata thibitisho kutoka kwa familia ya Bob Njagi, na kama anavyoharifu Ode Francis, ni kwamba mazungumzo hayo yalimhusisha rais wa Uganda. Familia inasema kwamba rais wa Uganda Yoweri Museveni pamoja na mkewe Janet Museveni. Kuachiliwa kwa wanaharakati Bob Njagi na Nicholas Oyo waliokuwa kizuizini kwa siku 38 hakukuwa raisi. Ilichukua juhudi za pamoja za mashirika mbalimbali ikiwemo mbali wizara ya maswala ya kigeni, mashirika ya Amnesty International Kenya, Vocal Africa na chama cha wanasheria nchini LSK na hata mkono wa rais mstaafu Uhuru Kenyatta. Babake Bob Njagi Frank Njagi akizungumza na Runinga Citizen kwa njia ya simu anaelezea shinikizo zilizozaa matunda. We as a family mm. we have sent emissaries and messages have reached uh, Minister of Foreign Affairs mm -hmm. and the Mudavadi sent a letter

discussions that that took place at the the the the very highest levels of the two governments plus the former president that we have had uh, the two Bob Njagi and Nick Oyoo return to Kenya in the way that they are. Kwenye taarifa yake katika mtandao wa X, Mudavadi amefichua kuwa mazungumzo ya kidiplomasia kati ya Kenya na Uganda, ikiwemo barua rasmi niliyomwandikia waziri wa kigeni wa Uganda Jenerali Odongo Jeje Abubakar, pamoja na mawasiliano ya wazi kati ya nchi hizo mbili, hatimaye yalisababisha kuachiliwa kwa raia hao wawili wakiwa salama. Wanaharakati hao walikabidhiwa kwa balozi wa Kenya nchini Uganda Joas Maange, afisa wa Uganda pamoja na balozi wakiwasindikiza hadi mpaka wa Busia ambako walipokelewa na kamishina wa kaunti ya Busia Chaunga mwa Chaunga, mm, mm, mm. Kwa mujibu wa familia ya Bob Njagi, kuachiliwa kulikuwa na masharti kutoka Uganda. Mashirika ya kutetea haki za kibinadamu yamelaani kukamatwa kwa wawili hao, wakisema ni tukio la utekaji nyara wa raia. Njagi na Oyoo waliripotiwa kutekwa nyara na wanaume waliokuwa na silaha katika eneo la Kireka jijini Kampala tarehe 1 Oktoba mwaka huu. Ode Francis, runinga.